Inasikitisha sana kwamba kijana wetu mpendwa baada ya kupewa usiku kucha, basi asubuhi hata kuinuka hawezi tena. Sasa tunaelekea katika karamu ya harusi ambayo basi inaendelea e. Watu walipata vyakula vyao vyote, pawa na vinywaji mpaka wakasa e, kama unavyoweza kumuona wanavyoweza kumwona Uncle Feng pamoja na yule bodyguard anaitwa yuleanaitwa Gongsan wako pale wakiwa wanaendelea kuangalia nini ambacho kinapungua katika meza wakiwa wanahamasisha watu kuendelea basi kula ee, na kuongeza jumuika, nasi tule kidogo la, la, la. Ah, njoo bwana tuketi pamoja. Umewahi kusikia kuhusiana na upanga uliofichwa hapa katika hilo? Ah, jina kama nimewahi kulisikia hilo. Kuhusiana na hiyo ukweli ni kwamba kuna silaha za aina nyingi, lakini inasemekana kwamba huo ndio upanga halisi, ule upanga wa kwanza tulioona eti kwamba sio wenyewe. Shoda ha. Eh, uko sahihi. Hii ni hazina katika kasiri letu. Na upanga huo uko hapa, kama ulikuwa hujui basi fahamu. Je, ungependa kuona? Brother Gonzaga. Kwa nini basi, eh, tusiende tukaone? Haya, Master. Tunaweza kwenda pale. Wakaanza kuongoza. Basi wengine walikuwa wakigombania pombe. Wewe uruhusiwi kunywa hiyo? Ah, mimi nakunywa. Sasa, walipofika pahala, gong sana kageuka. Ye Gongzi, mwambie Master Yi. Eh, unaweza kuendelea twende e, ndani tu. Inakuwa kama mtego vile. Hicho anachoenda kuoneshwa ni hazina, ni kitu ambacho si rahisi watu kuoneshwa, lakini yeye anaambiwa aende akaoneshwe. Basi alipoingia mule ndani, inaonekana pale ni sehemu ya kitofauti sana katika makasiri ya kifalme kikawaida kabisa. Pana kuwaga na maeneo ambayo yanahifadhi hazina hazina ambazo kwa kifupi ee, ni vile vitu vya thamani sana. Ni kama kweli ulikuwa ni mtego, maanake baada ya kuingia basi, kilichotokea akafungiwa mule ndani, alafu Gong Sana akatokea akapotea. Sasa unaweza kuona jinsi palivyo palivyo, tu ni sehemu ambayo kwanza kuna vioo, vioo kila upande, kwa hiyo kila unapotembea unakuwa unajiona wakati mwingine ni ngumu kuelewa unakopita au unakokatisha. Kwa hiyo basi, kuna mitego fulani ya ajabu ajabu. Basi ameingia, yuko peke yake, aliambiwa kuhusiana na huo upanga ambao anautafuta, na sasa anaingia kule ndani akitembea taratibu, hajui nini kitatokea. Kuna wakati anafika, anajitazama kwenye kioo na hajui sasa mlango au basi ni sehemu gani silaha hiyo imefichwa. Kidogo ikaanza akaanza kushambulia Naonekana kuna mbabe mmoja ambaye amejiamini sana kwamba anaweza kumtia adabu. Kwa hiyo akaamua kujitokeza. Staili yake ya kupigana ni staili ambayo hakika inaonekana ana nia ya kumaliza kabisa. Sasa angalia, kuna staili moja wanaifanya ya kutumia vioo. Vioo hivi ni silaha mara kwa mara vinatumika, yani kutumia miale ya jua. Unaweza ukapigwa machoni ili mradi usiweze kuona. Alafu ukiwa umepoteza eyesight ile, basi wanaanza kukufanya wanachotaka. Wakati huo bado yika alikuwa yuko fit, anafanya anachotaka. Sasa staili ni moja tika. wanaendelea kumchezea michezo. Hatimaye sasa sura ndio inakuja huyu, bila shaka ni Marco Chu, ameiona sura yake, huyu ndio baba yake na Miss Ma. na huyu mzee ndo amemuua baba yake na yika.

Wakati tulikuwa tunakuja hapa, kuna mengi tuliyojionea na bado tunaendelea kujionea mengi. Nimekuja kwa ajili ya kushiriki sherehe ya harusi, binafsi natamani kujua mengi. Akaanza kumsemea maneno ya mashairi, na hasa mashairi yake yalikuwa yahusu upanga huo wa siri. Je, nikiuona upanga huo si jambo gani? Akasema ningependa kupata maoni yako pia upanga huu ulipotea. Ni upanga mkali sana na ni upanga unaosemekana upo mmoja tu, lakini wengine wameona panga za aina hiyo za aina nyingi, lakini zote ni feki. Oh. I kwa hiyo unataka kuniambia upanga huo ukiutumia lazima uendeshe na farasi, yaani utumie ukiwa na farasi, pia ni upanga wa kishindo. Miaka 20 iliyopita watu walizungumzia sana upanga ni kwa sababu watu wengi kutokea Divine Saba wote waliuawa kwa jinsi hiyo. Nafikiri Divine Saba ndo Divine Knife, dhehebu ambalo alikuwa anatoka baba yake Ye Kai pamoja na Master Fu Hongshu, baba yao anaitwa Bai Ti. Ehe. Sasa namwambia, watu wengi wamekuwa wakiuongelea upanga huo na hasa kaka yake kaka yake sasa ni Bai Ti, alikufa kinyonge. Na ndio maana basi paka leo upanga huu unazungumziwa sana. Watu mpaka leo hawaja usahau upanga huo. Miaka 18 imeshapita. Ye, labda bosi mkuu umeupata umempata muuaji halisi ambaye amemuua kaka yako miaka yote hiyo. Anasema hapana. Ukweli ni kwamba kila wakati taarifa zinakuja hapa na pale lakini si za uhakika. Bado na mimi, na mimi napata shaka pia. Ma, inaonekana pia hapa watu wengi waliokuja katika harusi hii wanataka kuleta shida. Yani, vuruguamt miaka mingi iliyopita, hapa palikuwa ni sehemu ya amani, wala kuvamiwa na mtu yeyote. Na mimi kuipanga hii ndoa, sijui nisemeje, sijui kwa nini hata nini. Lekini, kila wakati moyo wangu kama haujatulia tu, sina amani sana, sijui nini kinaweza kutokea ya

Najua amekuwa akibadilika tangu anapokuwa mdogo mpaka anakuwa mtu mzima. Lakini ni binti mkarimu. Hivi unampenda? Jibu ni ndio, unajua anampenda. Najua umeona ni ajabu kwa nini nimekuuliza. Nataka unisaidie kumlinda, ndio maana nimekuuliza. Unataka nimlinde? Labda, kwa nini unafanya kitu kama hicho? Kwa nini unataka nimlinde? Sitaki kujua nini kitatokea baadaye katika eneo hili. Mimi nachotaka wewe uhakikishe yuko salama kila wakati, jiweka usicho na hata kama kitu kikitokea. Mbona una wapambanaji wengi? Yuko mume wake. Sina uhakika kwamba kuna kitakachoshindikana. Kama siku moja kitatokea kwamba basi kutakuwa na wahuni au mume wake pengine, labda au mwingine yoyote ambaye si atafanya chochote kile. Mimi nataka nikutegemee wewe kwamba utahakikisha yuko salama. Kwa hiyo ninachokuomba ni kwamba nakupa wajibu wa wewe kumwangalia binti yangu kwa nia njema. Haya ni maneno mazuri. Kwa hiyo unakubali au la? Lakini sijajua kwa nini umenichagua. Kwa nini wewe ulikuja? Kwa ajili ya na umemwokoa kwenye matatizo mengi tu. Hapana, umekosea, sikufanya hivyo. Kwamba ilikuwaje? Mimi niko hapa kufungua dirisha. Kufungua dirisha. Ahm, kuna mambo mengi maovu yamefanyika katika mji wetu kwa miaka mingi. Nilitaka kufungua au kuyafunua maovu niweze kujua siri siia. Sasa kama siri hii imedumu kwa muda mrefu na hakuna mtu anayetaka kuizungumzia, mimi nataka kuhakikisha kila kitu kitakuwa sawa.

wako watu wachache sana katika mji huu wenye akili kama wewe. Nimefurahi kukutana na wewe. Asante sana kwa hekima zako. Basi ukiwa katika huu mji kwa miaka mingi, nataka nikuambie, nataka nikushauri jambo moja. Moyo wa mtu ni kichaka. Inabidi basi ujitahidi sana kujua unakaa karibu na nani. Ukiwa mzembe kidogo tu, unaweza kuanguka utakuwa na nyakati zingine, zitakuja angalia, usije ukaja kuzijutia. taa, taa, taa. Anza kupanga mipango yako na siri zibaki kuwa zako peke yako. Na mimi nashindwa kuelewa Hakuna baya litakalotokea baadaye, na sintataka pia ajihusishe na chochote. Kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuhusishwa, tangu awali hakupaswa kuhusishwa navyo. Mzee kuna kitu akawa ameshaelewa. <laughs> <laughs> Basi unaweza kuona anacheka tu lakini, eh, ukweli ni kwamba mzee tayari alishaelewa kwamba ana dili na kijana Mwenye akili sana. Wakati huo basi sherehe zinaendelea. Watu wanasema leo ni sherehe ya Master Murong. Asanteni nyinyi wote kwa hekima zenu, e, kuamua kuhudhuria harusi hapa. Ninawashukuru sana, karibuni nyinyi wote. Huyu sasa ni Ma Kongqun. Kuna wataalamu wengi hapa, wanajua ngumi hapa. Leo hatuko hapa kwa ajili ya kitu kingine, tuko hapa kama familia. Ninatumai kwamba wote mtaenjoy. Asaangalia kuna mtu mmoja anachomoa kisu, inaonekana alishajiandaa kufanya shambulio. Basi tunatumai kwamba mtatuonyesha ushirikiano, kila mtu anayetaka kunywa na anywe, na anayetaka kula na ale. Sasa baada ya kuzungumza pale, watu wote wakampa heshima yeye, akaanzisha akanywa pale, basi maana yake ni kwamba sherehe sasa au karamu ile au hafla sasa imefunguliwa rasmi. Haya basi, eh, dude linaendelea kama kawaida na kukumbusha subscribe, tafadhali. Subscribe, tafadhali. Jamani, kila mmoja na enjoy basi. Leo ni harusi ya binti yangu, kila mtu anywe mpaka aache. Haya kwa herini. Basi mzee ndo kashamaliza hivyo, maana yake hapo kumuona tena sio rahisi. Ikiwa kuna mtu yoyote alikuwa anamhitaji au anamtafuta ili afanye shambulizi kumpata si rahisi hata kidogo. Binti huyu ni nani? Basi labda tutajua identity yake baadaye. Nafikiri huyu ni Yulai. Anawambia ulikuwa umeenda muda mrefu sasa, mpaka hata sijakuona muda wote huo. Nafikiri ndio ambaye tulimwona ameshika kisu, sijui nia yake ilikuwa. Unajua, nimekusubiri muda mrefu sana mpaka nikaanza kujihisi kama napata upeke. Baada ya kuja kwako nimekuwa na furaha sana. Pana mlango wa siri mahala fulani, ambapo mlango huu unamwezesha mtu kuingia katika eneo hili ambalo ni chemba ya siri. Huyu ni Chuinon ambaye tunamjua sasa, anataka kufanya nini Chuinon? Kumbe basi anakuaga na fursa ya kumwona huyu mzee Leo wanaingia katika makazi haya, chemba ya siri hii. Yalashi si leo, binti na baba wameungana, sio uh? Akataka kuondoka, mzee akamvuta has... leo kweli ni muunganiko wa baba na mtoto, lakini ni muunganiko wa mama pia. Bici fuchi chongfong, ningependa basi muunganiko wa familia nzima kwa ujumla. Shizai shi tahaula Nafurahi kwamba amerudi, mwanaito amerudi woye pataeamatada, nataka ili jambo nilifanye mimi mwenyewe. Mama anatabasamu tu baada ya kumuona Chino. Chino, umekuwa ukifanya kazi muda mrefu kwa bidii sana.

Watu wengi wanajua huyu ni mtoto wangu, sio, na kwamba alifanya dhambi mbaya, lakini wengi hawajui kama huyu ni spai wangu. Huyu ndio macho yao. Kama kuna mtu yoyote anataka kuingia hapa, hawezi kuingia hapa bila mi kujua. Kwa hiyo, kumbe huyu mama, kuna mambo alikuwa anayafanya, na spai alikuwa anayapeleka kwa mzee. Mimi nipende kusema tunafurahishwa na kila kitu kwa miaka yote uliyonifanyia. Piklin, wewe ni mtu ambaye huvumiliki. Kumbe ukujua, kumbe kuna mtu ambaye ananisaidia kufanya kazi hii. Kabla hujaolewa hapa, mimi tayari nilikuwa najua background yako wewe. Jamani, mbona, hebu mwache mahusiano basi. Hadi nguvu zikamwisha

Akamwambia mimi sijui kitu gani unachojaribu kuniambia. Basi kile kisu ambacho alitaka kukitumia eh, kufanya mambo. Inatosha. Sasa amefumwa. Hii maana yake ni kwamba pamoja na kwamba alikuwa anataka kukataa kweli, lakini ashajulikana.

Ulikuwa unayo nafasi ya kuniua mimi, sio? Sio, lakini ulifanya chaguo la kuendelea kuwa na mimi bila kufanya hivyo. Sijui kama bado unayo hiyo chuki ya kulipiza kisasi. Kwa nini basi umeamua kusema hayo yote? Nimefanya hivyo kwa sababu binti yangu yupo. Sihitaji chochote kile kimpate katika harusi yangu, harusi yake. Anasema siku nyingine, siku nyingine utafanya kitu kama hicho, lakini si leo. Kwa sasa, ondoka. Ni kwamba unaniacha niondoke tu hivi. Saizi nataka kusali. Okay. Sihitaji mtu yoyote karibu na mimi hapa. Lakini usimesha jua mimi ni nani? Kwa nini sasa hujaamua kuniuua? Bado sijawaza hata kufikiria hilo kukua. Lakini mimi ninatoka katika dhehebu. Hauogopi labda siku moja nitawafanya watu wetu waje hapa kufanya chochote. Anasema na mimi naisubiri hiyo siku ambapo basi mimi na wewe tutakutana tena. Kwa sasa nakuacha uende tena ukiwa salama tu. Chukua vitu vyako uondoke. Hii wewe chukua kama zawadi harusi sivyo? Na uache kuzungumza habari za mambo ya kuuana. Saa tena katika sehemu yangu ya kufanyia maombi. Ebane, unajua huyu alishajua kwamba hapo hawezi. Na hata kile kisu alivyokitoa alikuwa ameshapanga kwamba pale anajimaliza. Sasa kitendo cha kusamehewa, yani hata yeye mwenyewe nguvu zote zikamwisha, hakutegemea kwamba anatoka salama. Nadhani ni wakati wangu hata mimi, anamwambia ni sawa, basi njoo tuzungumze kidogo. Chuinong anapata nafasi ya kukaa na Mako Chun anayesemekana kwamba basi ndio aliyemuua Bai Tianyu, baba wa Master Fu Hongxue pamoja na Ye Kai. wanaketi pale, anamwambia unajua

Nilikuwa nataka nikuambie, ikiwa unahitaji kuendelea kusalia hapa basi ni ruhusa, unaweza kuendelea kusalia hapa, ni wewe tu, wala hakuna anayekuzuia. Anampa ruhusa sasa ya kuendelea kukaa pale. Ehe, lakini binti alikuwa anataka kuondoka, anamwambia nataka nikuwe mimi hapa, siwezi kumwamini mtu mwingine yoyote zaidi yako. Ikiwa kuna vitu vingine vinakupa wasiwasi na huwezi kuvivumilia, naomba unijulishe ukweli, na mimi sikuwa tayari kuondoka upesi, upesi lakini siwezi kuendelea kufanya kazi ya kuendelea kuspai miaka yote hapa. Kuambia kwa nini? Kwa sababu wako watu tayari wanajua mimi ni nani hasa, binti yako, binti yangu. Nafikiri tutakutana kwenye episodi ya 29 kwenda 30 Wakati huo basi, burudani ikiwa inaendelea, zingatia subscribe, uh -huh, comment, like, share na hakikisha ya kwamba pia unatembelea channel zetu zingine kama ya Lukindo pamoja na Mr. Lukindo. Unaweza kusubscribe kupitia hizo channel, na ikiwa una maoni yoyote, andika katika sehemu ya comment. Zingatia weka majina yako yote na useme wapi unakotokea. Ikiwa una jambo lako lolote kama vile kutangaza bidhaa yako hapa, unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya simu unayoiona katika skrini yako. Mimi niko tayari kwa ajili ya episode inayofuata. Lolote lile unaweza kulifahamisha ama kupitia namba ya simu unayoiona ama kupitia sehemu ya comment. Zingatia unachoandika katika komenti hap, hapo chini, kwa sababu ikiwa utaandika yasiyofaa ujue kabisa komenti yako itaondolewa. Kama basi utaandika yale yanayofaa, komenti yako inaweza kupewa likes ama inaweza kupewa pia zaidi ya hayo. Kwa mfano sasa hivi kaka Vis kutokea USA komenti yake nimeipini kwenye episode ya 16. Ni komenti ambayo imeambatana na zawadi ya ya dola kama 20 hivi, yuri kama hivi zaidi ya elfu sitini za Tanzania bila shaka. Ambayo yeye ametupatia sisi kupitia kitu tunaita super super gift gift. Hata wewe unaweza. Unaweza kufanya hivyo kama uko nje ya ya Tanzania na unataka kututunza moja moja kwa kwa kwa kazi nzuri unayoiona. Unaweza kutupatia super gift kwa njia hiyo. Nenda katika sehemu ya komenti pale Alafu unaweza kututumia super gift, tunaweza kuipokea sasa. Tuna, kwa sababu sasa hivi sisi tunakidhi vigezo kwa subscribers tulio nao, tunakidhi vigezo. Kwa hiyo haraka sana unaweza kufanya hivyo na tutafurahi sana. Karibu pia jiunge na membership, tuko karibu na wewe, tutakuhudumia wakati wowote wa ukiwa VIP member. Asante, tukutane kwenye episodi inayofuata.